Kristo atukuzwe. Pia nina dada hapa amesimama mbele yangu, nina mama anataka kunena mawili matatu kwa ajili ya ibada ya mkesha wa leo na pia kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Karibu sana mama, anaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Suzana David, natokea Mbezi, Mbezi ya Kimara. Umetokea Mbezi ya Kimara. Mkesha wa leo umeonaje? Nimeufurahia sana kwa kweli, mkesha ulikuwa ni mzuri sana kwa kweli ambaye hakufika kwa kweli na amekosa vingi. Unamwambiaje mwezi ujao? Maana huu mkesha kila mwezi tunamkesha, mwisho wa mwezi tunamkesha. Unamwambiaje kwenye mkesha ujao? Napenda kumwambia mwezi ujao, mwezi wa nne, mwisho wa mwezi wa nne, wa nne, asikose afike bila ya kukosa na ibada ya Jumapili ya kuosha miguu unaizungumziaje hii? Maana ni ibada ambayo ukiosha miguu utamiliki. Je, huyu ambaye alikuwa na sita ya kufika unamwambiaje? Aje, aje Jumapili ili aosha kiosha miguu atamiliki. Je, wewe unamwambiaje huyo? Ninamwambia afike bila kukosa, asijali mvua wala nini, kwenye uzima kwa kweli, kwenye kumtafuta, kwenye kutafuta uzima, asikose, asipange kukosa, afike bila shida yoyote aje, ahudhurie, aoshwe miguu. Wewe mwenyewe hapa tangi umefika, Yesu wa Kuhani Sila nini na amekufanyia kwa kweli? Namshukuru sana huyu Yesu wa Kuhani Sila, anatenda. Hii ni hospitali ya kiroho watu. Wasi, wasisikilize maneno ya watu. Kinachotakiwa ni kuweka imani, kuwa na imani, wawe na imani, kwa kweli Watayaona matendo ya Yesu, matendo makuu anayotenda. Asante sana mama, kutoka pale Mbezi ya Kimara umepanda magari zaidi ya moja, ndipo ukafika hapa, gari mbili, kwa ajili ya kumtafuta uyesu wa Kuhani Sila. Hapa ni karibu tu, tuko Boko kwa Wagogo, kwa mtumishi wa Mungu Sila Popote pale unapotokea hapa Dar es Salaam, unafika wewe ukiwa mjini, sema tu upanda magari yanayoelekea Bunju. Ukifika tu kwenye gari mwambie konda, sipajui kwa kwagogo, nishushe kwa wagogo, atakushusha. Ukishuka tu ukitazama ng'ambo, utaona kanisa la mtumishi wa Mungu Sila, ni refu lenye paa refu, hilo ndo kanisa la mtumishi wa Mungu Sila, lakini wewe unayetokea Bagamoyo ukishuka ni upande wako huo huo, utaona kanisa liko kama kwenye kilima fulani hivi. Tuko Boko kwa Gogo, kwa mtumishi wa Mungu Sira Tui. Ninaye dada mwingine hapa ah. Yesu Kristo atukuzwe, amina. Unaitwa nani? Naitwa Zaina Salim. Umetokea wapi? Nimetokea Zinga Bagamoyo. Zinga Bagamoyo, ibada ya leo, mkesha wa leo umejisikiaje kuingia kwenye ibada ya mkesha wa leo na umepata nini? Nimepata mambo mazuri sana nimeona kwamba Yesu akitenda miujiza ndani yangu na nimepata faida kubwa sana, na ibada ya leo ni nzuri kuliko ibada zingine zote. Tumeona watu vinavyofufuliwa vile ambavyo vilikuwa vimekufa. Maana kuna watu ambao walikuwa hawadhani kama wana mizimu ya mibabu ambayo imefunga maisha yao, lakini leo tumeona jinsi Yesu Kristo wa kuhani Sila anavyowafungua watu. Wewe umejisikiaje wakati unaona watu wanafunguliwa vile katika ibada ya leo? Nimejisikia vizuri sana, nimejisikia faraja na nimeamini kweli Yesu anatenda. Na ibada ya Jumapili ni ya kuosha miguu, unaizungumziaje hii? Ibada ya Jumapili ya kuoshwa miguu ni ibada nzuri sana, na sipendi kukosa na itabidi nifike, na nawaambia watu wote wafike kwa china la Yesu tuweze kuoshwa miguu. Karibu sana mtu wa Mungu kutoka pale Bagamoyo, usikose siku ya Jumapili, pia njoo na watu. Yesu Kristo atukuzwe makuani. Popote pale mnapotutazama saa hii, tunaendelea kupiga stori na watu, watu ni wengi, tulikuwa hapa kwenye mkesha wa usiku wa leo, tumeona Mungu jinsi vile anavyotenda. Karibu sana dada. Uh, unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Evetta Coleman, natokea Kawe unatokea Kawe. Victor, ibada ya leo umeionaje? kwenye mkesha wa leo? Nzuri. Ulishawahi wahi kuonana na mtumishi wa Mungu Kuhani Sila? Ndio, nimeshawahi. Baada ya kuonana na mtumishi wa Mungu Kuhani Sila, najua kuna vitu fulani alikwambia, kwa sababu yeye ni mwonaji, huwezi kujificha kwake. Ulijisikiaje siku hiyo? Kwa kweli nilipata amani, amani. baada ya kuambiwa vitu vya nyumbani kwako vinavyokutesa. Ndio unamwambiaje huyu ambaye hajawahi kufika mahali hapa tunamkaribisha katika ibada zetu. Hakika katika kanisa Ever Church ni makubwa yanayotendeka ndani ya kanisa hili. Jo, karibu ujue, ufunguliwe mahali hapo. Kwa hiyo wewe unamwambia huyu mtu asikose na ibada ya Jumapili, asipange kukosa, afike kwa sababu akifika tu atafunguliwa. Ndiyo, karibu sana katika ibada ya Jumapili na maombi hapo, unafunguliwa, hakika unafunguliwa. Okay, asante sana dada. Mungu akubariki sana. Kutoka pale Mikocheni basi uje tena Kawe. Kutoka pale Kawe basi, Jumapili hakikisha unakuja na familia yako yote iweze kufunguliwa. Aa, dada Yesu Kristo atukuzwe Amina. Unaitwa nani umetokea wapi? Inaitwa Betha nimetokea Kawe. Unaitwa nani? Betha, yeah. umetokea wapi Kawe? Karibu sana kutoka pale Kawe Betha. Basi ibada ya leo unaionaje? Na ilikuwaje mkesha wa leo? Ah, kwa kweli mkesha wa leo ni mkesha wa kufunguliwa, mkesha wa uponyaji, ulikuwa mzuri. Unamwambiaje huyu aliyekosa mkesha? Yani asikose. Asirudie tena. Asirudie kukosa. Maana amekosa uhondo wa mkesha kosa ufungulivu. Amemkosa Yesu wa Kuhani Sila. Ya amemkosa sana. Unamwambiaje juu ya ibada ya Jumapili uh, ambayo ni ibada ya kuoshwa miguu? Unamwambiaje huyu anayekusikiliza, wakati una anayekutazama, unamwambiaje kwenye hiyo ibada? Tunamsisitiza hawai hawai, mapema, hawai ibada, mpenzi msikilizaji na mtazamaji dada na kusisitiza uwai kwenye ibada. Wewe ni vitu gani ambavyo Yesu amekufanyia kwenye madhabahu hii ya kuhani Sila? Aa, nimefika kwa muda mfupi, lakini namshukuru Mungu Baba. Mtoto wangu alikuwa hataki kumhudumia mtoto wake, lakini kwa sasa namshukuru Mungu, ameanza kumhudumia. Okay, kumbe Yesu tayari ameanza kufanya. Yesu wa madhabahu hii ameanza kukuhudumia familia yako. Usiache, usipange kuacha, yani usiwe na mpango wa kumwacha Yesu wa Kuhani Sila. Ukimwacha utakuwa umepotea. Aendelea kuabudu mahali hapa, endelea kuabudu nasi na uwe mwinjili, si mzuri? Asante sana. Mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu huyu anasema yeye, yeah, ni wa muda mfupi mahali hapa, lakini amekwisha kuanza kuona matendo makubwa ya Yesu Kristo yanayofanyika hapa. Na wewe ninakukaribisha, popote pale ulipo, basi nakukaribisha sana, Boko kwa Wagogo, kwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sila, kiboko ya waganga na wachawi mwenye jicho la rohoni anayeona, aliyepewa upendeleo na Yesu Kristo. Karibu sana kwa mtumishi wa Mungu huyu. Ah, ninaye dada hapa ah, unaitwa nani na umetokea wapi? Naitwa Happiness na nimetokea Boko Magengeni. Unaitwa Happy, umetokea Boko Magengeni. Umeionaje ibada ya leo? Ibada ya leo ilikuwa nzuri, yaani ilikuwa nzuri kweli, watu wamefunguliwa, watu wamepokea uponyaji yani ilikuwa ni nzuri kwa kweli. Na unawaambiaje juu ya ibada ya Jumapili? Nawakaribisha sana kwa kweli, wenye shida, wenye magonjwa waweze kufika mahali hapa, waweze kukutana na uponyaji wao, maana mahali hapa ni sehemu nzuri, yaani ni sehemu nzuri. Unakuja hapa unapona, unapokea kile ulicho, uli, ulichokusudia, unaweza kukipata mahali hapa. Kuna watu huwa wanaogopa kukutana na makuhani wakifikiri uh, wataambiwa leta laki tano leta laki sita We unamzungumziaje mtumishi wa Mungu huyu kuhani Sila? Hapana, yaani hizo, so sijui laki sita kwa kweli, hapana. Hapa unakuja tu unapokea uponyaji Sio kutoa hela, yani ni sehemu ya bure kabisa. Unakuja unapokea uponyaji wako bure, hatutoi hela. Unamesikia kwamba wanatoa hela, ni hapana, sisi hapa hatutoi hela. Penzi mtazamaji na msikilizaji, tumeona dada anasema hapa, njoo wewe, usiogope, miguu yako ndio nauli yako Hebu karibu mahali hapa, utakutana na mtumishi wa Mungu aa, Kuhani Sila atakuhudumia, atakuombea, atafungua familia yako. Nina dada hapa e, dada. Yesu Kristo atukuzwe, amina. Unaitwa nani? Umetokea wapi? Naitwa Maria Antoni, natokea mtaa wa Santoni Manzese. Umetokea Manzese? ni kitu gani kilichokutoa Manzese mpaka ukaja kuabudu hapa? ulikutana na nini? Nikuswa na matatizo, nilikuwa na maradhi aina mbalimbali na naumwa pressure Nikuwa na kanza inanisumbua, na magonjwa alikuwa ni mengi zaidi, na nazena hata kwenye uchumi umi wangu likuwa umekufa kabisa, nilikuwa sifuri. Lakini sasa kanza hamna, uchumi umerudi. Namshukuru Yesu wa mahali hapa, amenitendea mambo makubwa sana, kanitendea, kafungua, uchumi unaendelea vizuri, na hata maradhi niliokua kinitesa yote yameweza kuondoka kabisa, nimepona, nimekuwa mzima wa afya kabisa. Namshukuru Yesu kwa matendo makubwa aliyonitendea. Mtu mtu ambaye hajawahi kufika hapa na unasemaje juu ya ya ibada ya Jumapili, unamwambiaje mtu huyu? Ninachowashauri wapendwa wenzangu kwamba karibuni kanisa la, kanisa la Haven of Peace. Hapa ni sehemu yenye uponyaji, ni sehemu yenye ufungulivu. Mwenye matatizo, mwenye magonjwa aje hapa, atakuja akitoka akiwa mzima. Mwenye shida ya uchumi kama wako Amina, apira, kitoka, wako vizuri, ki uchumi wake umekufa, amina, akija hapa Jumapili, akitoka hapa uchumi wake umeshafunguliwa, atatoka akiwa vizuri kiuchumi, kiafya. Hapa ni sehemu sahihi, ni hospitali, ni sehemu ya uponyaji. Hakuna lolote linaloshindikana hapa mahali hapa kanisa la Haven of Peace, kila jambo yote yanawezekana tu kwa jina la Yesu wa mahali hapa anatenda. Amina, asante sana dada kutoka pale Mazeseni, kutakia safari njema na Jumapili ibada njema, karibu sana kwenye ibada ya Jumapili. Asante sana mtazamaji, um, umesikia dada huyu alikuwa na kansa, alikuwa ana uchumi kansa, imetoweka. Wewe ambaye una ugonjwa ambao unakutesa Uko wapi? Kwa nini uteseka wakati Yesu yupo? Wa kuhani Sila, hebu njoo Boko kwa Wagogo, utakutana na muujiza wako. Haijalishi unaumwa magonjwa gani, hakuna gumu Yesu asiloliweza. Njoo mahali hapa. Tumesikia dada huyu alikuwa na ugonjwa, alikuwa anaumwa kansa, lakini sasa kansa imetoweka. Hebu njoo na wewe kwa kuhani Sila, Boko kwa Wagogo. Ah, ninaye dada hapa, karibu sana dada. Yesu Kristo atukuzwe, kuhani wa kifalme. Yesu Kristo atukuzwe, kuhani wa kifalme. Amen. Amina. Karibu sana asante sana. Unaionaje ibada ya leo? Ibada ya leo ilikuwa ni nzuri sana na yenye baraka kubwa. Ilikuwa ni nzuri sana na yenye baraka kubwa, ina ufungulivu wa hali ya juu, jinsi umeona watu, tumeona watu jinsi wanavyofunguliwa, aliyokuwa wamefungwa na mizimu, wametoka kwenye vifungo vilivyofungwa muda mrefu. Umeonaje ume, moyo wako uli, uh, ulikuwa unaonaje wakati watu vile wanafunguliwa kwenye madhabahu hii ya kuasira Yaani jinsi nilivyokuwa nikiwaona watu wa, kwamba jinsi walivyokuwa wanafunguliwa vizuri hivyo ndivyo na nami nilikuwa najisikia kwamba ninafunguliwa. Yaani nimeona kabisa kwamba katika ulimwengu wa roho, kwamba nimepokea ufungulivu katika mambo ambayo yalikuwa yananifunga. Maana maombi yangu niliyokuwa nayaomba, nilikuwa naona moja kwa moja yamepokelewa. Nimefurahi sana na wewe ulipofika mahali hapa, kuna jambo najua Yesu Kristo alikutendea ni jambo gani hilo lotendea? Hebu washirikishe shuhuda, unamjenga mtu ajue mahali hapa ni mahali sahihi, ni madhabahu sahihi. Yesu wakuanisia alikutendea nini? Yani mimi katika madhabahu hii nimetendewa mambo mengi sana yaani, kwanza nilikuwa nina ugu, uzito sana katika mwili, yaani, nina uzito ambao nilikuwa siuelewi, lakini toka nilipokuja katika madhabahu hii nimeiona kwamba nimefunguliwa sana, nimekuwa na wepesi hata katika kufanya mambo yangu, na yamekuwa nimepesi sana. Mwili pia nausikia ni mwepesi. Yaani najisikia nuru, najisikia amani. Tofauti na vile ambavyo nilivyokuwa kabla sijaja, nilikuwa najisikia kuchoka, kukata tamaa, kuumia. Lakini toka nimekuja nimepata tumaini jipya na maisha yanaendelea, namshukuru Yesu kakufungua. Unamzungumziaje huyu mtu ambaye Jumapili anataka abaki tu nyumbani, achati na simu yake, awe kwenye WhatsApp, hataki kuja ibadani? Unamwambiaje juu ya ibada ya Jumapili ya kuosha miguu aje huyu mtu ambaye yuko mahali hapa popote pale anapotusikiliza, kwanza ningetaka kumtia moyo ya kwamba asijaribu kuwaza kukosa kwa sababu unapooshwa miguu, ina maana unatengenezewa ile hali yako ya kuweza kumiliki. Kwa hiyo wajitahidi waweze kufika, yani, wasiwaze kukosa kabisa, kwa sababu katika kumiliki kunaanza na miguu. Maanake Biblia inasema pale, utakapopakanyaga na hapo mahali nimekupatia. Sasa waje waoshwe miguu, ili utakapoenda kukanyaga mahali waweze kupamiliki, kupa kihalali, e, na kwa njia rahisi sana, wasipange kukosa kama hawaamini hebu waje wafanye kama kujaribu, alafu waone hapa. Mahali panaitwa Gusa unaze, waje na wafike, waone matendo makubwa ambayo Yesu atawafanyia. Waje waone matendo makubwa ya Yesu Kristo wa Kuhani Sila, Yesu Kristo wa Kuhani Sila, kuhani wa kifalme atakavyofanyia, jinsi ambavyo na wao watapata maisha ya kifalme nao watafurahia. Asante sana dada, nakushukuru sana. Karibu sana kwenye ibada ya Jumapili. Usikose pia, njoo na watu, njoo na marafiki zako, endelea kuwapigia simu watu ili tuweze kushiriki kwenye ibada ya jumapili wote kwa pamoja. Asante sana ah, unayetusikiliza, unayetutazama, mkesha wa leo ulikuwa ni mkesha ambao hakuwa wa kawaida. Watu wamefunguliwa isivyo kawaida. Ah, tunamwona dada hapa, amesema amefika hapa akiwa amevunjika moyo, amekata tamaa, lakini Yesu akuonisira alimuinua tena pale alipokuwa amechoka ameketi akamketisha juu pamoja na wafalme. Ebu na wewe njoo ibada ya Jumapili. Ni ibada ya kumiliki, usipange kukosa Jumapili, yani ukikosa tutakushangaa. Karibu kwenye hiyo ibada, utamiliki kwa mtumishi wa Mungu Kuhani Sila, yuko Boko kwa Wagogo hapa popote pale ulipo, Dar es Salaam Boko kwa Wagogo unaweza kufika. Ukiwa mjini, panda magari yanayoenda Bunju, shuka kwa Wagogo. Ukiwa Bagamoyo, panda magari yanayoenda mjini, shuka pia kwa Wagogo. Asante sana kwa sababu tuko na ibada ya Jumapili, tunakukaribisha asante sana, asante sana.